Awali JKT siyo, siyo, siyo timu rahisi, ni timu ngumu, ina wachezaji wengi wazoefu, na kufikiri ni miongoni mwa timu ngumu kwenye ligi siku zote. Kama nilivyokuambia awali, JKT ni watu ambao wanatupa game ngumu sana tunapokutana nao. Kwa hiyo, nafikiri ni mechi nyingine ambao tunakutana nao kesho. Lengo letu sisi ni kuweza kupata magoli zaidi ya moja kama wanavyosema. Kwa hiyo mimi nafikiri Insha Allah kwa uwezo wa Allah kesho tutapata matokeo mazuri na magoli mazuri kabisa tutamkosa goalkeeper Camara lakini wachezaji wote na ndicho kitu ambacho kina kinatupa jeuri na kinatupa matumaini makubwa sana kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Kizuri kwetu sisi wachezaji wetu wote wako vizuri kabisa na wote wako kambini na kila mmoja yuko tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Sisi kama wachezaji kwanza tumejiandaa vizuri. Tumesikiliza maelekezo ya mwalimu ambacho atataka kwenye mchezo wa kesho. Tunajua mechi itakuwa rahisi. JKT ni timu nzuri lakini tutahakikisha tunapambana ili tupate